Jafari Wambura Chege mbunge wa jimbo la Rorya hapa amefika katika ofisi za CCM wilaya Rorya zilizopo hapa Utegi, na lengo lililomleta hapa hatujui, kwa sababu jana wamefungua eh, dirisha la kuchukua fomu za kugombea ubunge pamoja na uh, madiwani katika chama cha CCM eh, chama cha Mapinduzi. Sasa huyu tume kamera za Kowak TV zimemnasa hapa mbunge wa jimbo la Rorya Jafari Chege, hapa anasalimiana na watu aa, na anaenda ndani. Hebu tu tusogee karibu tuangalie ni kipi ambacho kinaendelea. Amefika humo ndani na anasalimia. Basi huyu amekuja kuchukua fomu za uh, kugombea ubunge kwa mara nyingine, amekuja kuchukua fomu ya kutetea uh, nafasi yake ya ubunge Leo ikiwa ni siku ya pili tangu dirisha hili lilivyofunguliwa, na yeye amefika hapa Jafari Wambura Chege, ambapo amekutana hapa na viongozi wa chama cha Mapinduzi walioko hapa. Katibu wa chama yuko hapa, na huyu hapa ni msimamizi kutoka taifa na yuko hapa. Bila shaka wanateta mawili matatu, na baada ya hapo itaendelea ni zoezi la kuchukua fomu, na baada ya kuchukua fomu pengine tutapata kuzungumza naye kama atakubali lakini nikwambie tu kwamba dirisha limefunguliwa na sasa watu wanaendelea kuchukua fomu kama ambavyo unaona, na ili jimbo ni la Rorya. Kumbuka, Jafari Chege ali alishinda ubunge mwaka elfu mbili na ishirini, na mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano, anahitaji kutetea tena nafasi hiyo kuendelea kuwatumikia wananchi wa jimbo la Rorya. Ikumbukwe jimbo hili la Rorya karibia kila moja aliingia kwa siku za hivi karibuni wameongoza kwa takriban miaka kumi na ukiache, uki, ukiangalia Lakairu ambaye mwaka jana msimu jana alikuwa mbunge, amekaa kwa miaka kumi, Profesa Sarungi amekuwa kwa miaka kumi, na sasa Jafari Wambura Chege amemaliza miaka yake mitano. Uh, na amekuja tena kuchukua fomu kwa maana ya kutetea nafasi hiyo. Yawezekana na yeye akapata ridhaa tena kwa mara nyingine ya kuongoza jimbo hili la Rorya uh, kwa miaka mingine mitano uh, mchano ni mkali na mwaka huu yawezekana kuna upinzani mkubwa sana ndani ya CCM, lakini yote hayo uh, yata, yataendelea kuwa hivyo ambavyo yalivyo. Uh, sisi tuko hapa kukuhabarisha kukuonesha yale ambayo yanatokea hapa na kama ambavyo unaona tayari Jafari amechukua fomu na hapa, uh, tuta, tutapata ku, ku, kuangalia kipi ambacho kinaendelea. Eh, bana hii ni Kowak TV. Chege mambo vipi? Chege umo mbeba nini? Umo? Begi begi la fomu, umetia fomu humu na vyeti kadhaa. Okay ehe, na utekelezaji wote humu umu ndani kuonesha miaka mitano okay. Nilifanya nini maana yake, ni chama kikisema niambatanishe vyote, basi vilio kwenye begi yote nta